Katika mahakama ya wilaya ya Chunya imemhukumu mtuhumiwa mmoja anaitwa Lutenga Wilson Majola miaka 32, huyu ni mkazi wa kitongoji cha Itumbi kilichopo kata ya Matundasi wilaya ya Chunya, kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kumbaka mtoto mdogo wa miaka 14 ambaye ni mkazi wa kitongoji cha Itumbi baada ya kuishi kinyumba na mhanga huyo. Ni kwamba Mei 14 eh, mwaka jana afisa ustawi wa jamii wa wilaya ya Chunya alipokea taarifa ambayo ilipelekea jeshi la polisi kufanya ufuatiliaji kufuatilia e, jinsi ambavyo mtumiwa huyu aliweza kumchukua huyo binti ambaye ni muhanga wa miaka 14, na kwenda kuishi naye kinyumba. Kwa hiyo mnamo Mei 15 mwaka 2024 mtumiwa Rutenga Wilson Majola alikamatwa akiwa na mtoto huyo na kisha kufikishwa katika kituo cha polisi cha Chunya, na baada ya upelezi kufanyika mtumiwa aliweza kufikishwa mahakamani na kisha ushahidi kutolewa na baadaye eh, mahakama kama nilivyosema, ilifikia hatua sasa ya kufikia maamuzi yake. Kwa hiyo mnamo tarehe 20 mwezi wa tano mwaka 2024, kesi hii ilianza kusikilizwa na ilikuwa mbele ya hakimu mfawidhi wa mahakama ya wilaya Chunya James Muhanusi na mwendesha mashtaka wa serikali William we wa serikali Mwajabu Tengeneza ambapo ilifikia hitimisho tarehe mbili mwezi wa, wa wa pili mwaka huu. Mtumiwa alitiwa hatiani na kuhukumiwa kifungo cha kwenda jela miaka 30. Lakini kwa upande wa wilaya ya Mbarali, mtumiwa anayeitwa Kurwa Memba, miaka 30, huyu ni mkazi wa kijiji cha Lukali, kifungo huyu alihukumiwa kifungo cha miaka 30 jela, jela kwa kosa pia la kumbaka muhanga binti mwenye umri wa miaka 17 na hii ni baada ya kuwa amemtorosha na kwenda kuishi naye kinyumba. Mtumio ambaye amekamatwa na kufikishwa mahakamani, huyu alikamatwa akiwa anaishi na huyu binti ambaye ni mhanga, akiwa ni mlemavu wa ngozi, yani albino, na kwenda kuishi naye jijini Dar es Salaam, lakini kwa kutokana na ufuatiliaji wa matukio haya na umahiri wa askari waliweza kumpata huko Dar es Salaam na kumkamata na hatimaye kumleta katika himaya uh, hii ya wilaya Mbarali, na kumfikisha mahakamani. Kwa hiyo hukumu hiyo ilitolewa tarehe 15 Mei mwaka huu mbele ya hakimu wa mahakama ya wilaya ya Mbarali Mheshimiwa, mweshimiwa Aliko Mwandukia na mwendesha mashtaka wa polisi mkaguzi msaidizi Given Kombe takiwa alitenda kosa hilo mnamo tarehe za mwezi wa kwanza hadi mwezi wa nne mwaka 2024 na baada ya kumtorosha binti huyo walienda kuishi naye kama nilivyosema kule Buguruni, wilaya ya Ilala, mkoani Dar es Salaam. Vilevile, mahakama ya wilaya ya Mbarali imemhukumu Amiri Kaduma miaka 20, mkazi wa kijiji mkazi wa kijiji na kata ya Badibira wilaya ya Mbarali kwenda jela kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kujaribu kubaka alilolifanya huko katika kijiji cha Nyamakuyu na alifanya hivyo baada ya kuingia chumbani kwa muhanga alikati amelala. Uh, na huyo muhanga alikuwa na umri wa miaka 12, kwa hiyo hakuwa na jinsi, lakini alipopiga kelele aliweza kupata mtu msaada. Kwa hiyo hukumu hiyo tu pia imetolewa tarehe 30 Mei, tarehe 30 mwezi wa Aprili mwaka 2025 mbele ya hakimu wa wilaya ya Mbarali Mheshimiwa Emil Mwambapa na mwendesha mashtaka wa serikali Ana Rose Kasambara, na mshtakiwa alitenda kosa hilo Januari 24 mwaka 2024 majira ya usiku. Kufuatia e, upelezi uliofanywa ndipo baada ya taarifa kupokelewa katika kituo cha polisi, mtumiwa aliweza kufanikiwa kukamatwa kwa sababu baada ya kutenda kosa hilo alikimbia, lakini upelezi ulipokamilika alifikishwa mahakamani na kupatikana na hatia hii ambayo imesema ya kufungwa kifungo cha miaka thelathini jela yeah.